Mbegu za mwanaume zikiwa hafifu na bila kuwa na nguvu inaweza ikapelekea kushindwa kushika ujauzito kwa mwanamke kwa muda mrefu, au kushika mimba zinaharibika. Na sababu inayopelekea mbegu za mwanaume kukosa nguvu ni uzito mkubwa, kuwa na sumu nyingi mwilini, au sukari kwenye damu, inapelekea uzalishaji wa mbegu hafifu na kwa kiwango kidogo sana. Na mara nyingine mbegu zinaweza zikazalishwa, lakini zikawa zikawa nyingi sana, zinaharibika zinaharibika, yaani asilimia kubwa ya mbegu zikawa, zinaharibika. Kwa hiyo kama wanaume unakuwa na mbegu ambazo ni hafifu au familia mnatafuta kupata mtoto mnashindwa, ni vyema mwanaume ukapima mbegu zako kujua zilivyo. Lakini pia kama utakuwa na uzito mkubwa, una kisukari, una presha au magonjwa yoyote yale ya ini, figo, ni vizuri sana kuweza kutumia tiba ili kuweza kutibu hayo magonjwa, kwa sababu kwa asilimia kubwa sana yanachangia katika uzalishwaji wa mbegu hafifu. Lakini jambo lingine, hakikisha unapata mwongozo wa lishe wa kubo boresha mbegu zako ili kuweza kutungisha mimba. Pia hakikisha unapata tiba zinazotoa sumu mwilini na kuboresha uzalishaji wa mbegu. Na kwa mantiki hiyo tunaendelea na challenge yetu ya siku thelathini mfululizo ambayo inatusaidia kuondoa sumu mwilini ili kuboresha mifumo mbalimbali ya mwili iweze kufanya kazi vizuri. Mojawapo ya mifumo hiyo ni mfumo wa uzazi wa mwanaume na mwanamke. Leo ni siku ya ishirini na moja ya kutumia Liver Care kwa wakati wa jioni, kuimarisha utendaji kazi wa ini na kutoa sumu mwilini. Kutumia tiba hizi kwa muda wa mwezi mmoja hadi miezi mitatu, utaweza kujisikia vizuri, kusafisha mifumo yote mwilini, kusafisha organ na kuimarisha utendaji kazi wake, lakini kuimarisha kiwango cha sukari kwenye damu na kujikinga na magonjwa sugu kama ya kisukari na magonjwa ya moyo. Mwili wako hautakuwa ni mwenye kuchoka mara kwa mara. Mifumo ya uzazi itakaa sawa, mbegu zitazalishwa vizuri kwa mwanamke, uh, mfumo wa uzazi utakuwa vizuri na utaweza kupevusha mayai vizuri na kushika ujauzito. Ili kus zipata nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa, na komenti neno niunge, kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.